Tulipata malalamiko kweli, tulipata malalamiko kutoka kwa uh, wafanya biashara. Malalamiko kwanza, mizigo inafunguliwa, lakini malalamiko ya pili, kwamba kuna uwezekano kwamba mizigo yao inaibiwa. Tulipata malalamiko rasmi tarehe 29 Disemba ambayo tarehe hiyo 29 Disemba tukafanya kikao maalum na wenzetu, nikizungumza wenzetu sisi Mamlaka ya Viwanja vya Ndege, kazi yetu ni kusimamia shughuli zote za uwanja wa ndege, lakini kuna kampuni mahususi ambayo inaitwa Ground Handling Company, yaani kampuni ya kuhudumia ndege na mizigo, pamoja na wadau wa ulinzi na usalama, kuzungumzia kadhia hii tuliwataka wenzetu wa Ground Handling Company kufanya uchunguzi wa kadhia hii, lakini na sisi kwa upande wetu kama mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar na wasimamizi wa shughuli za uwanja wa ndege, tukasema tuunde kamati maalum ambayo iliongozwa na meneja wa security kuangalia na kuchunguza kwa kina kadhia hii, ili kujua chanzo cha kadhia kama hii. Tutajiuliza kwa nini tulia tuliunda kamati. Utaratibu wa ndege zinapokuja, zinapowasili nchini, huwa zinateremsha abiria lakini vile vile zinateremsha mizigo. Uwanja wetu una kamera maeneo yote, lakini hakuna kamera ndani ya ndege maanake mizigo inakuwa ndani ya ndege tunaita baggage hold, yani eneo la kuhifadhia mizigo, eneo la kuhifadhia mizigo ni eneo linalomilikiwa na shirika la na shirika la ndege husika. Kwa ndege hizi kitaalamu, technically hazija equipped hazikuwekwa uh, has, has kamera za kuchunguza matukio katika eneo hilo. Kwa hiyo hili likuwa ni eneo la kwanza Kwanini tuunde company? Maanake wengine wanauliza kwanini msione kwenye kamera? Hatuwezi kuona mpaka ndani ya ndege husika. Kwa hiyo kamati hii tulipa kazi kuu mbili, ya kwanza kwenda kukagua mizigo yote inayowasili, na hasa hasa mizigo ya wafanyabiashara wanaotokea maeneo ya China na Dubai, lakini la pili, kuhakikisha wale ambao wana toa huduma ya upakuzi wa mizigo wanakaguliwa wanapoingia katika ndege <coughs> na wanapotoka katika ndege, ili kama kuna swala la wizi huweze kulibaini. Hiyo ni kwa ni hatua ya mamlaka ya viwanja vya ndege, lakini hatua ya pili, tulimtaka mhudumu wa ndege tunaita ground handling company kuhakikisha kwamba watendaji wake wanavaa kamera tunaita body cam, lakini vilevile inaweka kamera katika eneo lile ambalo tulisema hakuna kamera kwa mujibu wa design ya ndege. Kamati ilifanya kazi kwa muda wa mwezi mzima, kuanzia tarehe mosi Januari hadi mwisho wa mwezi wa Januari, ili kuona kama kuna swala lolote la wizi, swala lolote la ufunguzi wa mizigo na hali nzima ya mwenendo wa mizigo inawasili Zanzibar. Tulichogundua, ndugu waandishi wa habari, tumegundua zaidi ya mizigo mia moja ambayo imewasili katika kipindi hichi ikiwa aidha imeharibika au imefunguliwa na imeharibika au kufunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar. Naomba nirejea jamani. Kamati imebaini imegundua kuna mizigo zaidi ya mia moja aidha imeharibika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar, kwa sababu tofauti ambazo nyingine pengine tunazifikiria, lakini nyingine hatuzijui. Hicho ndo ambacho tumekibaini, na nafikiri karibuni hivyo, wenzangu likuonyesheni baadhi ya matukio mbalimbali waandishi wa habari imeyaona lakini, na video fupi ambayo tumekuonyeshani ambayo imeonyesha mizigo ambayo imeathirika au imefunguliwa kabla ya kuasili Zanzibar. Kwa hiyo nafikiri lengo letu leo ni kwanza kutoa hiyo clarification, yaani ufafanuzi, kwamba hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja kwamba katika uwanja wetu kuna wizi unaofanyika wa mizigo na wasili Zanzibar. Hakuna uthibitisho tulioupata hadi sasa uliothibitisha kwamba kuna mzigo wowote aidha umefunguliwa au umeibiwa katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwa hiyo yale madai ambayo yamesemwa, yamesambazwa ni uvumi upotoshaji na kwa kweli umeathiri sana image yetu kama nchi, lakini image ya uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwayo sisi tumelaani, pengine limefanywa kwa kutokujua, lakini impact yake imekuwa kubwa kwetu, lakini inaweza kuwa kubwa kwa, kwa nchi kwa ujumla. Sasa swala ambalo linakuja, lilofuata kwamba katika mazingira gani mzigo unaweza kufunguliwa? Maana mwingine anasema basi Dubai, ukafungua mzigo katika mizigo abiria anakuwa na mizigo ina mbili. Wakati mwingine scenario namba moja, abiria ana mizigo wa hand luggage, kwa maana mzigo wa mkononi na na mzigo unaitwa check in luggage kwa maana mzigo wa kuingia huko kwenye hold kwenye ilobe hewa la ndege hii mizigo yote miwili ina taratibu tofauti. Kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kwa msafiri kusafiri navyo kwa kutumia mzigo wa mkononi, lakini kuna vitu haviruhusiwi kusafiri navyo kwa mzigo wa mkononi, lakini kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kusafiri navyo mzigo wa mkononi lakini kwenye mzigo wa kuingia ndani ya ndege haviruhusiwi. Na mara nyingi watendaji wa mashirika ya ndege na wahudumu andegi, wa ndege huwa wanatoa maelezo hayo ya kutosha. Kwa mfano, katika mzigo wa mkononi utaambiwa huruhusiwi kutembea na kimiminika cha zaidi ya milimita mia moja. Uruhusiwi kubeba kisu katika mzigo wa mkononi, maanake hata kama una chupa ya maji ile ya milimita mia tano ili hairuhusiwi kwa mzigo wa mkononi, lakini mizigo hii inaruhusiwa. Sasa pengine imekatazwa kwa mzigo wa mkononi, lakini inaweza karuhusiwa kwenye mzigo wa kwa mfano, una, una parfum yako nzuri tu lakini na milimita mia mbili, inabidi ukaitie kwenye mzigo wa ndani ambao unaingia ndani ya ndani ya ndege. Asante hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana, limejaa yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi kweli? Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua wewe na kilimo, kilimo na wewe na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu rafiki zangu. Hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka miwili mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. He? Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shugha yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa, au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi! Ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba Community Forest International na Tamwa Zanzibar.